Viongozi wa kidini chini ya mwavuli wa NCCK eneo la magharibi wameitaka serikali kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wahuni waliozua vurugu kwenye chaguzi ndogo zilizoandaliwa tarehe 27 mwezi Novemba, kama anavyoarifu Eric Lumbasi. <coughs> Wakizungumza baada ya kikao cha siku mbili cha kujadili masuala ya utawala na mazingira ya uchaguzi, viongozi hao wakiongozwa na Julius Opilo wamesikitishwa na namna shughuli ya uchaguzi ilivyofanikishwa, wakiitilia shaka uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na saba. Kwa yale ambayo tumeona katika sehemu ambayo tumekuwa na by elections, kuna mambo mengi ambayo yametukia ambayo sio mazuri na ni uh, wajibu wa serikali kuona kwamba wale ambao walivunja sheria wakaweze kufata mkondo wa sheria kwa kuweza kuadhibiwa kulingana na sheria, kwa sababu kuna yale ambayo ni makosa yanayofanywa kulingana na uchaguzi na kuna yale makosa ambayo yanafanyika kama kuvunja sheria ambayo imewekwa. Wametoa wito wa kwa vijana kujitokeza kuchukua kadi za kupiga kura ili wawe katika nafasi bora za kuwachagua viongozi watakaoshughulikia ya maslahi yao. Kristabela Jomo ni kiongozi wa vijana. Wito uh, wangu kwa vijana ambao wako huko nje ni kwamba wakaweza kuchukua kura. Ili uh, zoezi ambalo limefanyika la by election, vijana wengi walikuwa shuleni na wanasoma kwa campus ambazo ziko mbali, ndio kwa sababu vijana wakupatikana wakapiga kura. Alafu uh, kit, jambo lingine ambalo linafanya vijana wasipige kura ni kwa sababu vio, wale viongozi wanaochaguliwa wa IBC uh, bayana inabainika kwamba ni wale watu ambao wako na kazi wameajiriwa. Sasa sisi kama vijana tunajiuliza, hatuna ajira, mbona uchague mtu mwingine mwenye ako na ajira tena umpe kazi hiyo? Ndio inakera sana vijana na wanaona afadhali tuketi tu manyumbani na tusiende kupiga kura. Aidha, mwakilishi wa kinamama eneo hili Sentry Nwanja la amesema hali ya vijana kutumika na wanasiasa umesababishwa na ukosefu wa ajira, akiwataka kujiepusha na hulka ya kuzua wa vurugu. Wanasiasa wanatumia watoto wetu ni sababu wana capitalize kwamba watoto wetu hawana ajira, na tumesema kwamba wale vijana ambao wametoka katika colleges mbalimbali mbali, wasingoje tu kwamba wataajiriwa kuna kazi ambazo wanaweza fanya, waja waende waingie katika biashara wapate kitu, sababu wakati mwanasiasa anaona kwamba huyu youth ana kitu, ndiposa ana capitalize kwa kumtumia kama gun ama wa kumfuata. Sasa tuna rai watoto wetu ambao ni vijana kwamba usingoje kwamba utapata ajira ama uandikwe. Eric Lumbasi, West TV, kaunti ya Bungoma.